Kila kiongozi wa CCM anakwenda popote, kila mwanachama wa CCM, leo tuna wanachama wa CCM milioni kumi na tatu na laki tano, wote wanasikia fahari kuwa na mwenyekiti wa CCM ambaye amejenga heshima ya serikali na heshima ya chama chetu. <coughs> Lakini vile vile katika kipindi cha miaka hii minne na nusu ambayo rais wetu amekuwa madarakani, ameweza kusimamia kikamilifu usalama wa nchi yetu katika kipindi chake ameimarisha vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Vimeimarika kwa idadi ya waajiriwa wake, vimeimarika kwa idadi ya mafunzo wanayopata, vimeimarika kwa vitendea kazi, na vimeimarika kwa mbinu za kivita na mbinu za medani. Leo majeshi yetu yote ya Tanzania ni imara kuliko wakati mwingine wowote wa katika historia ya nchi yetu. Baba wa Taifa alianzisha taifa letu kwa kushirikiana na waasisi wengine kujenga misingi ya haki, amani na mshikamano, lakini vile vile maendeleo hayo. Ni mambo ambayo mama Samia ameyasimamia kwa nguvu na uwezo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.